Ladies and gentlemen, kumetokea mwanadada fulani ambayo anapitia magumu sana kwenye mahusiano. Inasemekana ya kwamba alifanya mzaha fulani kwa mtu ambaye alikuwa anampenda sana kisha baadaye uh, akaamua kumwacha. Inasemekana ya kwamba mwanadada huyu alichukua picha ya mkaka fulani ambaye hakuwa anamfahamu na alikuwa mtanashati kuliko mume wake alafu akampost online kipindi ambacho jamaa huyu aliona picha hiyo akadhani ya kwamba anamchiti na kuacha huyu demu. Ame ameandika haya na kusema ya kwamba nilikuwa niko kwenye mahusiano ila sasa amekuja kuniacha kwa sababu kwa kosa dogo sana. Tumekaa kwenye mahusiano miaka miwili <clears throat> ilikuwa mwezi wa saba, nilimpost mkaka mwingine status nikamuita my love HB nilitafuta picha ya mkaka mzuri kuliko yeye. Lengo ilikuwa ni kumpima eh, wivu na kama ananipenda kiasi gani, pia nijue asili yake. Huwezi huwezi amini ya hakuniuliza chochote licha ya kuview hiyo status. Toka siku hiyo hakuwahi kunitafuta, Nikimtafuta akawa hajibu, nikipiga simu apokei, na SMS ajibu. Nilituma sana watu, mpaka marafiki zake, akawa anawaambia atanitafuta, ila akawa anitafuti. Ilibidi niende mpaka kwa mama yake kumweleza, alimpigia ali simu, naye pia akamwambia atanitafuta, mwisho wa siku akawa anitafuti. Sasa inaelekea mwezi na nusu wala a, nitafuti. Naumia sana na jihisi ilimkosea sana. Ni mtu ambaye alikuwa ananipenda sana kiukweli. hakuna hakuna ndicho kuwa na kosa kwake. Sijui ni shetani gani alinipitia jamani. Hayo ni maneno ya mwadada fulani ambaye alifanya makosa ya kumposti mwanaume mwingine ile kumpima mwanamke mwana wake mwanaume wake, kama kiukweli anampenda. Ndio ikafika ika kipindi ambacho mume huyu akahusika na mke huyu ambaye alikuwa ameposti picha ya kaka fulani, akimuita kwamba yeye ndio mpendwa wake, jambo ambalo limemfanya mchumba wake kuamua kuachana na yeye. langu jina ni Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV.